Ulimwengu leo umeadhimisha siku ya kimataifa ya wajane duniani kuangazia madhila wanayopitia wajane baada ya kuwapoteza wenza wao. Kaunti ya Kilifi iliungana na taifa katika maadhimisho haya japo kwa tofauti za kimaandalizi ambazo zilitatiza mshikamano wa wajane kuitikia kauli mbiu ya siku ya leo ikiwa ni haki na heshima kwa wajane ulimwenguni. Katika hafla ya kwanza iliyoandaliwa mjini Kilifi katika uwanja wa Karisa Maita na kuongozwa na naibu gavana Flora Mbetsa Chibule, mbwembwe zilisheheni huku wajane wakipewa matumaini maishani <tipi> huku hafla sawiana hiyo ikifanyika eneo la Kaloleni na kuongozwa na mwenyekiti wa bodi ya barabara nchini Aisha Jumwa, kana kwamba kulikuwepo na mashindano katika kuadhimisha siku ya leo wakizungumza na Coco FM , baadhi ya wajane wameeleza madhila wanayopitia katika jamii, huku wakitoa wito kwa serikali kuangazia madhila yao. nenewa shamba maba ya nyundo nta pongwe eka mbili, lakini kile nikiwafuatilia nipatie hiyo pisa title deed, wananiambia wao hawana pesa ya kwenda kugeuza title deed wanipatie yao. Pesa hizo za wazee hazinitoshi kule kutibiwa, na kunaambiwa mpaka uwe na shaa. Hiyo shaa ni mia tatu. Hatuna pesa za kutoa kwenye hospitali hiyo, tutoe ndo tupate madawa. Alikuwa anafanya pale, mtu hapa akapata ajali. Sasa mimi nikaona kukajaribuni, niko peke yangu, nikabeba watoto, nikaja hapa Kilifi, naangalia vibarua. Vibarua vyangu ni vya kufulia watu, nikifika manyumba, manyumba nipewe chakula, nifue, nikasomesha watoto wangu. Mmoja amemaliza darasa la nane, mwingine amemaliza form four. Mimi kama mama mjane ninapitia changamoto sana. Kutoka bwanangu wafariki 2010 ameniachia watoto sita, na walikuwa wale wawili wako standard 7. Basi alipokuwa ameondoka, mimi nimepata shida na wale watoto wawili walipomaliza darasa la 8, wanataka wantakena kwenda secondary, walikaamweka mmoja nyumbani, kazi ni hizi za kufulia, kupiga mjengo, pesa hazifiki Nikaondoka nika kenda kupasua kuni nikauza, ndio nikapata nafasi ya kuwapeleka secondary hawa wawili, basi nika. Kwa upande wake, mwakilishi wa wanawake wajane kaunti ya Kilifi Elizabeth Mudhoka ameeleza haja ya viongozi serikalini kushirikiana na wajane kuangazia changamoto zao sawa na kuwasilisha hoja bungeni itakayofanikisha kubuniwa sheria ya kutetea maslahi ya wajane. Sisi kama wajane wengine tunafanana na ujane na wengine hatufanani na ujane, lakini ni wajane. Maana ujane ni mtu ni mama yule ambaye alipata kuondokewa na mmewe na hajaolewa tena, kama vile tumeambiwa. Na sisi wajane tunapopatwa na kuondokewa, huwa tuna changamoto nyingi sana. Changamoto nyingi sana tunapitia ndani ya familia, ya kwanza ni kutengwa, ya pili ni kulazimishwa kurithiwa, ilikuwa hivyo. Na hata hivi hiko unalazimishwa uridhiwe ili kusudi ukaweze kupata mali. Nyingine ni kwamba wengine hata uenda na kuwe upokonywa mali, kama ulikuwa umeachwa na mali unapokonywa. Kupitia alio hawa wajane uishi katika hali ya kujitenga na kujifita. Naye naibu gavana kaunti ya Kilifi, Flora Mbetsa Chibule, amesema tayari serikali ya kaunti na mikakati ya kubuni sheria ya kumlinda mjane, huku akiwashauri wajane hao kujisajili kwenye vikundi ili kunufaika na miradi mbalimbali mbali. Mara nyingi kile kilio chao kikubwa sana ni kunyimwa urithi wa mali. Mama ameolewa katika nyumba, furaha nyingi, amezaa watoto ameishi katika ndoa ile hata zaidi ya miaka ishirini, lakini leo hii akiondokewa na ubavu wake anaondolewa kiumbwa kinguruwe. alafu hapa pia tunaangalia haki ama kuwe na kile kite, kitengo cha sheria ili kiweze kumlinda huyu mama. katika shule ya upili ya wasichana ya St. John's eneo bunge la Kaloleni Mwenyekiti wa bodi ya barabara nchini Aisha Juma amedokeza kuwa mbunge wa Rarieda Utiende Amolo atawasilisha hoja bungeni itakayobainisha mustakabali wa wajane nchini. Amesema wajane kwa muda mrefu wamekuwa wakipitia maisha magumu, ikiwepo kutelekezwa na jamii mara tu waume zao wanapoaga dunia. Lakini leo nataka niwape habari njema kwamba safari ya kuipa haki mjane imeanza hapa Kilifi na itakuwa inasukumwa na Mheshimiwa Utende Omono. Kwa sababu bila sheria wajane wanaangaliwa kama kina mama. Na ndio maana tunataka kuwe na sheria itakayomwangalia mjane peke yake ili kumpa haki zake. Nataka nipeleke mswada kule bungeni, na nataka kuhakikishia hiyo mswada ikishaangaliwa na Come Together Widows and Orphans Organizations Child uh, you know, uh, Christian Aid uh, Gender Commission, FIDA na kila mtu hata uh, Kenya Land Alliance, basi mimi mniletee. Mkishaniletea kabla nipeleke kwa bunge, mimi mwenyewe kama mwanasheria nitaiangalia, niikoroge, niifanye iwe watertight, ili wakati tunaipeleka bungeni hakuna mtu ataipinga hata moja. Hata hiyo sheria uh, mheshimiwa atapeleka kwa bunge, ni sisi tumeketi nasituo, na situo na ni sisi tumeandika kutoka kwa malam, malalamishi ya kina mama pahali popote, tulikuwa na sitting kwa Kenya School of Government. Ni siku ya furaha miongoni mwa wanawake wajane waliowasili katika uwanja huu wa Karisa Maitha hapa mjini Kilifi, ambao wengi ndani ya nyuso zao vilevile wamejawa na huzuni kutokana na maadhila wanayopitia katika jamii, ikiwepo kupokonywa ardhi mara tu mabwana zao wanapofariki. Wito umetolewa kwa serikali kuunda sera ambazo zitakuwa zinawalinda wajane hawa kutokana na madhila wanayopitia katika jamii. Nikiripotia Coco FM kutoka uwanja wa Karisamaita mjini Kilifi, kaunti ya Kilifi, naitwa Joseph Jira, huku FM ladha ya pwani.